Watoto wa kiume wa Kikristo ah, wana matatizo sana, yaani wana matatizo kweli, hawataki kusikia neno la Mungu. Yaani watoto wa kiume wa Kikristo, usiwaambie kuhusiana na neno la Mungu, usiwaambie, hawakusikilizi, yaani hawataki hata kusikia wao kazi tu shalobalo tu shalobalo shalobalo, mambo ya UEFA Champions League, mambo ya Simba na Yanga, mambo tu ya muziki tu basi. Yani uambie hayo, lakini usiwaambie kuhusu habari za neno la Mungu. Watoto wa kiume wa Kikristo, mna matatizo sana, mbadilike. Yani nyinyi mna matatizo yani hamtaki kusikia kabisa kuhusu neno la Mungu. Yani afadhali mara nyingi hata watoto wa kiume wa Kiislamu, watoto wa kiume wa Kihindu, lakini watoto wa kiume wa Kikristo wana matatizo sana yaani, hawataki kusikia neno la Mungu. Wana matatizo wanabidi wapone. Watoto wa kiume Kikristo, mna matatizo sana, mna matatizo sana, mtaki kabisa kanisani, mtaki kwenda. Yaani nyinyi ni kazi tu ya starehe, mtaki kwenda kanisani. Sijui mna matatizo gani nyinyi. Nyinyi mnabidi mupone nyinyi.